Ndugu watumishi wenzangu, masuala ya rushwa sio swala tu la kupokea na kutoa fedha ili uweze labda kupata kitu fulani wewe. Una wewe ni kiongozi ambaye unaweza ukapokea fedha au wewe sio kiongozi, ukishafanya tu kazi kwa maslahi yako binafsi, hiyo tayari imekuwa ni rushwa, si? Sisi watumishi wa umma tutambue ya kwamba tumepewa kazi ya kuwahudumia watanzania wenzetu na kila kazi tunayoifanya tunafanya kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kwa hiyo tumepewa dhamana kubwa heshima ya serikali inaletwa na sisi watumishi wa umma. kwa sababu sisi wananchi wanatuangalia sisi watumishi ndio wanapata tafsiri ya serikali pamoja na kwamba hata wananchi wenyewe wa ni sehemu ya serikali, lakini huwa wanatuangalia sisi tunapotenda kazi, sisi tunapo behave, sisi tunapo e conduct, ndio wanasema unaona serikali hii. Kwa hiyo wewe ndiye kielelezo cha serikali. Tukifanya vitendo vya rushwa, vitendo vyovyote vinavyoashiria rushwa, tunaifedhehesha serikali. Na vitendo ambavyo vinaashiria rushwa ni vitendo vyote ambavyo viko kinyume na maadili na haki za binadamu. Sisi serikali imetuajiri imetupa nafasi, maanake tutambue, kuna wengi ambao wamesoma kama sisi, kuna wengi ambao wana taaluma tena kubwa kuzidi hata ya kwetu, lakini hawajabahatika. Lakini wewe kwa neema ya Mungu umebahatika, na dhumuni la serikali kukupa hii nafasi ni ili utumikie wananchi. Hilo ndio lengo ni kuu kuwatumikia wananchi. Hapa kazini tumepewa kanuni na taratibu za jinsi ya kufanya kazi. Kanuni ya kwanza ni suala la kwamba kwanza lazima tuwahi kazini kwa wakati, lakini la pili, kwa kweli tuje kazini, tusiwe na utoa, kwa sababu kuajiriwa kwetu, tunalipwa mishahara na umepewa job description kwamba utafanya hiki utafanya hiki utafanya hiki. Unakuta kwanza mtu anachelewa kazini alipaswa afanye kazi kwa muda wa masaa tisa masaa kumi wewe unafanya kazi kwa masaa sita kwa masaa matano Hiyo ni rushwa, unakwenda kupokea mshahara ambayo hujazalisha yale matarajio ambayo yalitarajiwa na serikali, na hii ina madhara makubwa sana kwa wananchi. Lakini vilevile twende kwa walimu. Mwalimu anapaswa kufundisha mtoto kwa ubora kumfundisha darasani kumfundisha maadili mema, lakini unakutana na mwalimu ambaye hatekelezi huo uwajibu wake vizuri. Matokeo yake yule mtoto anakwenda kufeli, matokeo yake watoto wanakuwa hawana maadili. Tunazalisha kizazi ambacho hakina faida kwa taifa letu. Mwisho wa siku, serikali pamoja na kuwekeza fedha za kujenga madarasa, pamoja na kuwekeza fedha za kulipa walimu, matokeo yanayotarajiwa hayapatikani. Inakuwa ni nchi ya watu ambao hawajaelimika, inakuwa ni nchi ya watoto ambao hawana maadili, licha ya kwamba kuna mtu ameajiriwa kwa kazi hii. Hicho ni kitendo cha rushwa. Hivyo hivyo kwa watu wa afya, unatakiwa utibu, uwahi utibu wananchi kwa weledi na maarifa yote ambayo umefundishwa, unakuja unafanya masiara masiara pale Hatimaye mtu anafanyaje? Anafariki au anapata madhara makubwa zaidi, na matokeo yake mwananchi anasononeka, anailaumu serikali, analaumu rais, analaumu kwa sababu tu ya mtu mmoja ambaye ameacha kutenda wajibu wake. Hivyo ni vitendo vya rushwa. Sasa wewe tu jitafakari, wa mtumishi wa kawaida kabisa, hukutani na masuala yote ya maamuzi, watakiwa tu utende kazi, utokutenda kazi kwako pia haya ni matendo ya rushwa. Unaidhulumu serikali, unaidhulumu serikali, na mwisho wa siku serikali haivuni matarajio iliyokuwa inahitaji. Serikali inapata hasara, imeajiri mtaalamu, lakini mtaalamu hatoi matokeo, na wakati mwingine ni kwa makusudi. Hiyo ni rushwa. Kwa hiyo katika hili ni waasi watumishi wenzangu baada ya mafunzo haya tukabadilike. Sau, kila mmoja jitathmini peke yake, ili uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Unaanza kujiasesi wewe mwenyewe kwamba mimi kazi zangu nilipewa, ni kwa kwanza nitakiwa kuwahi, natakiwa, natakiwa nifanye hivi, hili limeshanifanya hili la kuwahi linanitatiza, nifanyie kazi hili la kutoka kabla ya wakati linanitatiza, hili la kwenda kukaa masaa matatu kule kwenye kwenye chakula, maana yake mtu unaenda kule kula chakula na kusema, kwa kweli, yani, juzi lile goli letu la Simba lile walilikataa, lakini kwa la kula kweli, yani hivi mtu anaanza sasa, kwa kweli hii, kwa ona unaje lile nilikuwa goli la halali kabisa, yani yule refa refa ni na nani yule, yani yule refa, kwa ndio kilicho kuleta katika shughuli za kazi? Utajadili hapo lisali zimu, baada ya chakula mmemaliza, utaendelea kujadili, usiendelee kujadili, unatenda matendo ya rushwa ufanye kazi zako vizuri huko unapiga porojo na soga ambayo haina tija kwa serikali na kuajiri kwayo. Sasa masuala kama hayo siyategemei yawepo katika RAS. Tufanyeni kazi kwa maadili, tufanyeni kazi kwa uadilifu, tufanyeni kazi kwa kufuata kanuni, taratibu na sheria. Kila mmoja atekeleze wajibu wake, maanaye mutu kutekeleza wajibu vile vile ni vitendo ambavyo vinaihujumu serikali, ambayo ukiangalia hiyo nayo ni rushwa ya aina nyingine. Tukatekelezeni wajibu wetu, lakini lingine la muhimu kabisa ni utoaji wa taarifa wa vitendo vya rushwa. Tutoe taarifa, vita ya rushwa sio ya mtu mmoja, ni ya sisi sote. Usipotoa taarifa sahihi japokuwa unafahamu kwamba mtu ametekeleza masuala ya rushwa na wewe pia umefanyaje? Umehusika katika ile rushwa. Na uzalendo ni pamoja na kuhakikisha ya kwamba ukiona kitu ambacho kiko kinyume na maadili yetu unakitolea taarifa ili kiweze kufanyiwa eh, marekebisho. Sasa ni waume tuwape ushirikiano yako wenzetu kwa TAKUKURU ili watende kazi yao, na kwa kufanya hivyo utakuwa umetekeleza wajibu wako kama mzalendo na kama Mtanzania wa kweli, mimi niwatakie kila laheri katika mafunzo yenu. Ninaamini kwamba baada ya mafunzo haya tunakwenda kuwa watumishi wa umma wapya ambao tunakwenda kushirikiana na taasisi yetu ya kupambana na rushwa, ili mwisho wa siku tuweze kuwa na tija katika taifa letu. Baada ya kusema hayo, nitamke kwamba mafunzo yetu tumeyafungua. Kitendo cha kutumia mamlaka au madaraka ya ofisi vibaya kwa lengo la kujinufaisha mwenyewe au kunufaisha mtu mwingine kinyume cha sheria. Leo tumekuwa tumeitwa tume hapa tumealikwa na katibu tawala wa mkoa wa Singida kuja kutoa mafunzo kwa watumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa kuhusiana na masuala ya rushwa, kwa maana madhara ya rushwa na wajibu wa watumishi katika kuzuia kupambana na rushwa, lakini pia alituomba tuelezee masuala ya maadili kwa watumishi, na ndio jambo ambalo limefanyika kwa maana ya kuwa kuelekeza watumishi ni namna bora ya kuzuia vitendo vya rushwa lakini pia na madhara ya rushwa kwenye maisha ya utumishi wa umma lakini pia na swala zima la kuzingatia maadili kwa watumishi wa umma ili kukuza ufanisi na utendaji kazi wa kazi. Lengo la mafunzo yalikuwa ni kujenga uelewa, kwa sababu kuna baadhi ya watumishi eh, ni watumishi wa umma, lakini hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na masuala ya rushwa eh, lakini wengine hawafahamu eh, vizuri kuhusiana na madhara ya rushwa kwenye maisha ya utumishi wa umma lengo letu ilikuwa ni kuwajengea watumishi uelewa wa namna ambavyo wanaweza kuzuia vitendo vya rushwa mahali pa kazi, kuwa waadilifu, lakini pia kukuza utendaji kazi mahali pa kazi au heshima kwa utumishi, ili kuhakikisha kwamba malengo ya serikali yanafikiwa. Nitoe rai kwa watumishi wote e, nchini na hasa mkoa wa Singida ambao sisi ndio tunaendelea kufanya nao kazi, watumishi kuwa waadilifu na waaminifu, wafanye kazi kwa ufanisi, lakini pia wajali zaidi maslahi ya mwajiri kuliko matakwa binafsi. Mafunzo ya siku ya leo nimepokea vizuri kwa sababu yananijenga vizuri katika kazi yangu mimi kama mtumishi wa umma yanikumbusha kuwajibika na kufanya kazi kwa weledi na kujituma zaidi, ambayo itaniondoa katika mishawishi mbalimbali nitakavyonifanya mimi kutoa ama kupokea rushwa. Nayapokea vizuri kabisa na jitahidi na nahakikisha nitakwenda taknda kufanyia kazi kwa ajili ya kuniinua mimi binafsi, na pia kuhakikisha kila nitakachokifanya kinakuwa na manufaa mimi binafsi na wananchi wote kwa ujumla ambao tunawahudumia. Mimi kwanza ni shukuru ofisi kwa kuandaa mafunzo haya mazuri ya kuwapatia elimu watumishi juu ya madhara ya rushwa katika mahali pa kazi, na nipongeze pia e, TAKUKURU mkoa wa Singida kuona kwamba sisi tunafaa kupata hii elimu mara, kwa kweli imetusaidia sana kujengea uwezo, lakini kutujengea uzalendo hasa katika utumishi wa umma. Mimi binafsi nimepokea mafunzo vizuri, yamenisaidia sana, lakini pia licha ya kunisaidia mimi nimpa uelewa, kuendelea kuwasaidia wenzangu watumishi wa umma, lakini vijana Wakitanzania hususani ambao wako ndani ya vio wana shule za msingi na sekondari, ili waendelee kuwa wazalendo wa nchi hii maana nchi hii inajengwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo niendee kutoa wito kwa TAKUKURU e, kama ilivyosema kwenye ukumbi, unaweza pia kuanzisha klabu za wapingarushwa katika maeneo ya kazi, ili kuendea kupeana elimu hii kama watumishi, lakini pia kuendea ku... kujielimisha si wenyewe juu ya madhara ya rushwa, sababu binadamu tumeambiwa kusahau. Tukiendea kuwa na hizi klabu za wapingarushwa mahali pa kazi, inaweza kutusaidia si kama watumishi wa umma kuendea kuichukia rushwa lakini pia kutoa elimu kwa wenzetu juu ya madhara ya rushwa kwa watumishi wa umma e, sisi tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda na kuwa waadilifu katika maeneo yetu ya kazi. Tuwatambua madhara makubwa ya rushwa. Ukiwa na rushwa katika eneo la kazi, haki haitendeki. Kwa sisi kama watumishi wa umma, tuendee kukataa rushwa, ili basi tuendee kuwahudumia wananchi wetu wa Tanzania katika misingi ile ya kwa kweli mafunzo ya leo ya yanayohusiana na rushwa mahala pa kazi, tumejifunza vitu vingi, na kwa hakika kutokea hapa, basi kwa wale watumishi ambao hakika walikuwa wana maadili ya kusuasua, kwa kweli watakuwa wameenda vizuri na kubadilika. <tik>